Jambo langu la kwanza naomba nitoe shukrani kwa serikali kwa kunifanyia karabati kituo cha Lupilo na kunijengea theater. Na hii inadhihirisha uchaguzi wao wa kumchagua rais jembe na mbunge jembe. Mheshimiwa Spika, naomba nije kwenye swala la elimu. Wizara ya elimu kila siku inatoa miongozo juzi hapa wamesema private school wapunguze ada, wawekee ada yani kiasi cha ada. Ni wao serikali ndio wawe waamuzi, lakini hao hao serikali wanaziwekea kodi nyingi hizi shule za private. Sasa tunafanya nini? Nyie serikali simna shule zenu na simna shule nyingi? Kwa nini msio mnatoa miongozo kwa shule zenu ili zifaulishe? Ada tunalipa sisi wazazi, nyinyi nini kinawakereketa? Mzazi mwenyewe ataamua atachagua shule mwenyewe kumpeleka, na hawa wanapandisha ada kwa sababu demand imekuwa kubwa, wasingekuwa wanapandisha ada. Wazazi wenyewe wawe waamuzi, waamue wapeleke au wasipeleke. Kwa hiyo fanyeni maamuzi kwa shule zenu. Mlikuwa mna shule Mzumbe, kuna shule Pugu, kuna shule ziko wapi sasa hivi? Sifuri tupu. Kwa hiyo fanyeni maamuzi kwa shule zenu. Swala la pili, kuna hizo hizo shule za private kwa mfano kwa jimboni kwangu mimi kuna shule inaitwa Kasita Seminari kuna Regina Mundi zinafaulisha kweli. Na kwa nini zinafaulisha? Wanaweka madaraja kutoka kidato kimoja kwenda kidato kingine, mwanafunzi asipofikia wastani wanamrudisha darasa. Sasa ona, wanafaulisha. Nyinyi mnaoamua watu waamue waende tu, mbona wanapata sifuri? alafu mnakuja mnalalamika, wanapata sifuri. Wenzenu wana mikakati, nanyie pangeni shule zenu, wekeni mikakati vizuri, faulisheni. Wazazi wenyewe ndo wataamua, watakubali watoto wao waende mbele au warudi nyuma. Kwa hiyo fanyeni ya kwenu, sisi hatujaja kugombana na wazazi. Mama yangu Ndali Chako, mwaka jana, mwaka juzi, wakati wa kampeni, we hukwepo, sisi tuliokwepo tulitoa ahadi hizi nzuri kwa wananchi wetu. Hatujaja kugombana na wamiliki wa shule za private. Tumekuja kuentertain tunataka elimu ya Tanzania iwe juu, lakini sio kwa hiyo miongozo kila siku mnayotoa. Swala la tatu, kwenye masuala ya mikopo, serikali ya chama cha mapinduzi, jamani, yote ni mashahidi, Mheshimiwa Rais alisema kitu chenyewe ni mkopo, alafu kinacheleweshwa, lakini sasa hivi hakipo kabisa, sio kinacheleweshwa, hakipo kabisa. Ndio hatujaja kugombana na wanafunzi. Leo hii wanasema ukisoma shule ya private ukisoma shule ya private upati mkopo. Wengine wamesoma shule za private kwa sponsa na ni wengi, kwa mfano shule ya mama yangu Tibaijuka, ukakaribia nusu wako wa, wanakuwa na masponsa sasa. Leo hii anafaulu kwenda chuo, amepata divisheni 1. Eti namwambia kwa sababu ume, ume, ume, umesoma shule ya private upati mikopo. Hatuko kwa ajili ya hivyo, hatujaa kugombana na wanafunzi Swala la nne, swala ambalo sasa hivi ndio limekuwa kama inashika headline, swala la madawa ya kulevya. Jamani, mimi naomba niwaambie sisi viongozi na, na, naomba nikoti hadi namba nane ya Mwana TANU, nitasema kwangu ukweli, uongo kwangu mwiko. Kwa hiyo nitakachosema mtu yoyote akitaka ni hukumu wa kihukumu chama changu kwanza, na kama wewe mwana CCM utanichukia, rudisha kadi ndio nichukie. Viongozi wafanyabiashara wa madawa ya kulevya, hamna asiyewajua, tunawajua. Humu ndani wapo, nje ya bunge wapo. Kwa nini hatuwataji? Kwa nini hatuwataji? Tunakaa kimya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kwa ridhaa yako na niruhusu, mimi nitawataja hata humu ndani. Madawa ya kulevya, madawa ya kulevya ni pamoja na bangi Madawa ya kulevya ni pamoja na bangi. Kuna mbunge alisimama humu alisema, madawa ya kulevya haya bangi hazina madhara. Alijuaje kama hazina madhara? Kama hatumii tungeanza na huyu. Viongozi wenzangu, naomba niwahakikishie kama tutakuwa wanafiki, mbinguni sisi ndio tutakaokuwa kuni tutakuwa kuni mbinguni. Tunawafumbia macho wafanya biashara madawa ya kulevya, tunakula nao. Nimpongeze sana ndugu yangu Makonda wa Dar es Salaam kwa kuthubutu kutaja neno madawa ya kulevya, lakini nimhakikishie katika kila marafiki watano wanaomzunguka watano ni, watatu ni wafanya biashara madawa ya kulevya, aanze nao na mheshimiwa rais watu. Asante sana. Mheshimiwa Goodluck. Tunaendelea <laughs>